Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nitapongeza e, nitapongeza timu zote mbili. Vijanangu nitawapongeza na Yanga pia nitawapongeza kutokana na mchezo mzuri umeonyesha, vijanangu tawapongeza kutokana na mchezo mzuri pia umeonyesha na ni jambo lingine naezasema kuwa vijana wangu nao timu zote mbili hakuna mtu nawezasema kuwa ametoka na jeraha kubwa. So bado tuna kazi ya kufanya kutokana na vile tumepoteza leo, nakuonesha kuwa bado sitaki kuona kuwa gapo inavutwa, naona. So ni kujaribu juu chini kuweza kuwa tunarudi katika ubora wetu katika mechi. Tusema utabiri umetam, uh, umetimia wa asilimia sabini kwenda kwa Yanga kwako thelathini yes. uh, ya imekuwa sawa, maana ukiangalia hao kidogo fitness level yao imekuwa juu. Ukiangalia vijana wangu towards the end, karibia dakika kumi na tano za mwisho, na ndio tumeconcede hizo goli mbili za mwisho, naona inakuonesha kuwa vijana wangu kuna mahali wamekuja wakatika so bado sisi, mimi kama mwalimu, tajaribu kuweza kuona kuwa vijana wanarudi katika fitness level, wanarudi tena juu, tuweze kuona kuwa tuna cover hizo dakika. Niliwaambia juzi, nafikiri jana, kuambia kuwa level ya vijana wangu Ilikuwa, sabi, ilikuwa kidogo bado iko chini, lakini sasa hizi nimekuja kuona tayari imeonyesha kuwa e, maana ukiangalia goli mbili zile tume concede second half inakuonyesha kuwa kidogo vijana wangu walikuwa wamekatika, si pressure, manake vijana kama ni kumiliki mpira wamecheza mpira. niliwezasema pia mafikiri ya majeruhi wale wachezaji wangu wako nje karibu wanne maanake tegisi yule striker wangu ameumia, hata me, me, mechi na Mungu amecheza akiwa yuko na akiwa e, mgonjwa na naona, na huyu kijana mwingine ambapo, uh, Lawasa Lawasa Kasindi, naona naweza sema kuwa ni tuombe tu Mungu wao, uh, wanarecover vizuri na tuweze kuona ku katika ubora wetu.